Katiba iko wapi? Inaning'inia wapi? Tuipachue tu wape katiba? Ni, ni mchakato, ni process. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi wanaweka visingizio, visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje, hawana hata aibu nje huko wanakaa o oh, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei okay? kwao hayatokei okay? tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? ni fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. Nataka niwaambie Tanzania oye! Haya, tukae ndugu zangu, nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania. Kawaida kawaida mwanamke mzuri ndio anaopiganiwa, uongo kweli? takuta watu wanafokeana wanapigana wana nini. Ukicheki majanadume mawili matatu yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katumba vizuri, katuumba vizuri sana, katuweka pahali pazuri sana kama ninavyowambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara, inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia, inaweza ikatumika. Tatizo ni siasa tulionayo, siasa ya kutofungamana kwa upande wowote. Kwa hiyo wengine wanakuja mlango huu kweni, na sisi wengine wanakuja huu, lakini pia mali Mungu alizotumba nazo madini Tanzania sisi tuna bahari ambayo kwa kupitia bahari unaweza kwenda kokote ulimwenguni. Tanzania tuna maziwa makubwa ambayo kwa kutumia hayo unaweza kufanya biashara yoyote na nchi jirani hapa na ukasafirisha vyovyote vile kwenda nchi jirani. Tanzania tuna ardhi nzuri ya kilimo, na ndio maana tunajitosheleza kwa chakula kwa asilimia mia moja ishirini na nane, tunakula na tunauza kubwa zaidi. Serikali tumejua kwamba kilimo ndio kila kitu chetu, kwao tunatoa ruzuku kwa wakulima wazalishe zaidi mazao ya chakula na ya biashara. Tanzania sisi tuna hayo madini, ambao sasa kuna madini yanaitwa madini adimu duniani, ndio dunia yote imetoa macho hapo, pamoja na kwamba yapo kwengine duniani, lakini Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo hayo madini yapo. Na watu wanayatolea macho. Kwa hiyo tunapigwa, tunalembewa mawe kwa vile Mungu alivyotuumba. Sasa nataka niwaambie. Maumbile yetu na utajiri wetu isiwe lana, tukauana sisi kwa sisi kwa kushawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu, hapana. Mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana, ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu, ni yetu, na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu, kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana, tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini na nini, lakini tulivyofungua utajiri tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu. Hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Kwa hiyo huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi. Tanzania ni wakati a wa Watanzania kushikana, tukasema Tanzania ni yetu. Mungu aliiumba hapa kwetu na lazima ii tufaidishe sisi Watanzania. Tunaposema tunalinda nini, wanaita sovereignty. tunalinda uhuru wetu, tunalinda nchi yetu, lazima tuseme kwa moyo sisi wazee ambao tunakwenda zetu na vijana mlioinuka hapa wa under 50 sisi tunaondoka tunawaachia nyinyi. Hatujui kati yenu nje ya nyinyi nani anakuja kuwa rais hapa, lakini hilo mlijue vizuri sana, mlijue vizuri sana. Na kwa bahati mbaya maumbile ya mwanadamu yanakushawishika, wameweza kuwashawishi watu wetu wengine, na ndo hao wanaotaka